Kauli za wakazi hao wa mkoa wa Singida ni msisitizo tosha kwa kuwahimiza maafisa maendeleo ya jamii kuweza kuwatembelea na kuwapa elimu kuhusiana na mambo mbalimbali mbali katika maeneo yao. Jamii iko nje ya ofisi, kwa hiyo mimi nilikuwa naona ni vyema zaidi kama watatoka nje ya ofisi, wakawa wanazungukia wananchi ili kujua changamoto zao mara zote mpaka mkazi mwenyewe upate shida ndo umtafute. Inapendeza zaidi waje huku mtaani watutembelee, watupe hizo elimu na namna gani tunaweza tukanufaika na hiyo mikopo inapendeza. Hata kama wakituelekeza tuwakute basi ofisini, wawepo ofisini ili tuwakute, lakini ni vivyema zaidi wakatutembelea huku tunakopatikana. Lakini wenyewe wanaitaja changamoto ya vitendea kazi ikuwa ndio kikwazo kikubwa. Tulikuwa tunawaba changamoto ya usafiri kuna kata ambazo kutoka makao makuu mpaka tunafika kuwafikia wananchi tunatumia zaidi ya kilomita ishirini na tatu. Tulikuwa tunapata changamoto sisi hasa tuliopo kwenye kata, kwa sababu kata zetu ni kubwa na ufikaji wa kwenye kutoka point A kwenda B inakuwa ni kazi, lakini kwa sasa hivi wananchi wategemee matokeo mazuri na utendaji mkubwa wa kazi. Chukulia katika halmashauri yetu tu kwamba kuna kata zaidi ya ishirini na nane lakini vyombo vya usafiri kwa maafisa maendeleo ya jamii vilikuwa vizidi hata asilimia thelathini. Kwa hali hii itakuwa imesaidia sana, sasa hivi tunapata pikipiki ambazo ni tatu. Maelekezo ya serikali ni kuwataka kutia nguvu katika kuwainua wananchi kiuchumi na kipato. Kisha kwamba kuna mabadiliko chanya kwenye jamii yetu, tuongeze kasi ya urasimishaji ya hawa haya makundi yasiyo rasmi, wafanyabiashara wasio rasmi, ili waweze kusaidika. Tumetoa bilioni 1.5 kwa vikundi 136, ambapo shilingi milioni 797 kwa mapato ya ndani na shilingi milioni 745 zimetoka kwenye marejesho.